Hujambo na karibu katika Kilinge cha Familia. Tunakutana hapa kwa lengo la kuyajadili yale yanatuhusu sisi wanafamilia. Tunaangalia wakati mwingine na kuwa ni masuala ya raha, masuala ya starehe, tunayazungumza yote, lakini wakati mwingine ni masuala yanayoumiza nafsi zetu, hatuachi kuyajadili. Sisi ni wanafamilia wote kwa hiyo tunapokutana hapa tunayaweka mezani tunayajadili na hatimaye tunatoka tukiwa na ufumbuzi, lakini pia itakuwa ni wakati wako mzuri wa wewe kujifunza. Karibu, mimi ni Lugendo Madege. nami ni Sauda Mkalokota, karibu sana. kama vile ambavyo Madege amekwambia, kala suti kali kabisa leo, mpendeza mno <laughs> <laughs> tuko Dodoma, bado tuko Dodoma, uh, mtazamaji, na hiki ni kipindi maalum ambacho tunaangazia kwa, kwa undani Uh, mwenye wizara yake wanasema ana mm -hmm, kuzungumzia familia basi, na wizara yake tumekuja nyumbani kwa familia, yani kama familia zinatembea, lakini sasa tumefika nyumbani. Kwa hiyo tutakuwa na mengi ya kuzungumza hapa na Dr. Dorothy Gwajima ambaye yeye ni waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na hii leo ambacho tutakijadili kwa kina ni namna ya kukabiliana na ukatili ndani ya familia zetu kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye ukatili, lakini matokeo ndio huwa yanaumiza zaidi na tutajadili hili kwa kina. Karibu sana mwana kilinge, kwa pamoja tujadili ambayo yanatuhusu. Na, mheshimiwa, karibu sana katika kipindi sawa. Na kwa kwanza, tuanze kuangalia moja kwa moja hii familia. Nyinyi kama watu wa wizara ambao jamii yote ya Watanzania inawaangalia likitokea tu tatizo, sema kwa nini waziri kasemaje, wanakusikiliza na wewe ulivyomwepesi, wewe unajitokeza unasema hukai kimya <laughs> unawafuata, wakati mwingine uko huko kwenye mitandao mnaiangaliaje familia? Yeah, familia tunaiangalia kama taasisi inayohusisha baba, mama, kwa maana ya kwamba wa ni wazazi mke au wazazi yaani, lakini wana watoto wao pale, mmoja wawili, idadi yao wenyewe lakini pia kwa huku Afrika na Tanzania tunapokeaga na ndugu hmm, au wale ambao tumewaalika kuja kuishi na sisi hmm. Ile inakuwa ndio familia, ina maelewano yao, ina pamoja yao, wanaishi pamoja azaa, wanaishi nyumba kubwa na nyumba ndogo, lakini wako chini ya command hmm, ya kuu wa familia. Mn mbaba, mama, njomba, mmoja ambaye watamefaa kama baba mama nataka ni shangazi mjomba, lakini ndio wako pamoja kwenye huo utawala himaya, mm -hmm. hiyo ndio familia mm -hmm. na kama wako hivyo, basi kwenye kwenye mvuli mmoja mm, wote wamefunikwa na mtu mmoja hu ukatili unatokea wapi sasa? Ukatili unatokea mumu inakuwaje? Kwa sababu kwenye vichwa vyao na mm -hmm. kwenye mioyo yao mm -hmm wanafamilia na tunasema, ukiangalia kwa watoto ukatili asilimia sitini unatokea majumbani, alafu unapotoka majumbani, wale watoto sasa wanabeba zile roho na zile tabia na yale mazoea, ndo wanasafirisha kwenda huko nje, kama hmm, ni shuleni. Wakifika shuleni tena wayule na yule na yule, linakuwa genge la watu wenye tabia za kikatili, wanaza ukatili na mwenzao kwa asilimia hiyo arobaini ya, ya ukatili unaofanyiwa mtoto unatokea nje ya familia, lakini sitini uko mle mle ndani ya familia, na umebebwa kwenye mazoea yetu, kwenye mila na tamaduni zetu, kwenye imani zetu kwamba pengine hiki ni sahihi, lakini hicho unachokifanya sio sahihi, ni kwa sababu nawe pia ulifanyiwa, uliyakuta kuna namna wala mbinu zingine za kufanya vingine. Mtoto ameangusha glasi, unachojua wewe utanitambua, unajua mimi nikoitoa, unajua mene, ni nini bakora maneno ile. Unapomtazama tu hivi tayari ushamkatili. Kwa sababu gani? Toe mfano. Tuliambiwa sisi kuna hadithi ipo, ukienda porini, kuna wale wanyama ambao ukitazamana naye hivi ni ishara ya tayari umetaka kupambana naye. mm. -hmm. Ni bora usimtazame, wanasema hivi. Sasa anajuaje ukimwangalia mm -hmm. hivi mwili wake yaani, biolojia yake na macho yake mm -hmm. moja kwa moja, yaani, kuna hisia pale zinakutana, zinamfanya ana hasira. Utakachofanya wewe ni kukimbia, ukikimbia anakufukuza mm -hmm. Sasa vitu kama hivyo viko kwa mtoto, unapomwangalia tu vijicho baya, hata mtu akikuangalia mm -hmm. tu vijicho baya, una sense kwa mtoto mdogo kama yule ambaye bado ubongo wake unakuwa, hisia zake zinajengwa, yani unamvuruga, unamtikisa. Ukimtikisa hata ukuaji mwingine, ukuaji mwingine wa mifumo mingine ndani ya mwili wake unavurugika, atatengeneza stresi, atatengeneza hasira. Kuna vitu kule vilikuwa vinaota kama shambani, halafu mm, mvua nyingi inyeshe unakuta mimea imelala chini, mingine itakapoanza kuamka sio lazima yote ipone, sio lazima yote ipone hivyo, mm. hivyo mambo haya yanatokea na kwenye miili yetu na kwenye miili ya watoto. Mtu mzima tu mwingine ukifanyiwa ukatili hata wa maneno au kusema hata hamu ya kula chakula inaisha kabisa, unalala, mapigo ya moyo yanakwenda mbio, itakuwa mtoto mdogo lakini uh... Sisi ni Watanzania wana, wa, wa wanafamilia. Mimi uh, Madege ni mwanafamilia, Sauda mwanafamilia, mwana hata wewe ni mwanafamilia. Tunaweza tukakwepa namna ambavyo wa, wa, wanafamilia kugombana? mm -hmm. hmm. Inawezekana kwa sababu ziko familia hazigombani magomvi. mm. Ni tabia kwanza saa nyingine ya um, watu au wa mtu alivyotengenezwa na anavyoweza kupokea mambo mbalimbali na kuyachakata yawe na matokeo mazuri sio ya ugomvi na vita. Kuna mtu mwingine ataambiwa tu neno la kawaida atakapolichukulia tofauti na atakapolichukulia mwingine. Kuna mwingine atarudi nyumbani tu atakuta chakula kimechelewa kupikwa. Atakapochukulia ni tofauti na atakapochukulia mwingine. Mwingine tu nguo haijanyoshwa. Mm -hmm. Kama ni mama labda tu mwanamume siku ameamka labda labda hana hela kama ndio mtoaji maana mm -hmm. Kuna wababa watoaji na labda hana au mwanamke kachelewa tu kuja, atakavyopokea yule mwenzake, yaani tayari ndani umeshabebwa ugomvi ule. Sasa atalitoa neno huyu, naye atakapolipokea atakuwa ni neutralize kwa hekima, na yeye ametengenezwaje kwenye malezi na makuzi. Kama katengenezwa vibovu, vinakutana pale, kunakuwa mpishano, ngumi zinashuka. Kwa hiyo sasa watu wanapoenda kwenye familia sijui hata kama ni wangapi wanapoenda kuanzisha familia, wanaelewa kwamba hicho wanachoenda kukianzisha ni nchi. Yaani familia ni nchi yenye sekta zote kama nchi ya Tanzania wanavyoiona na wizara zake. Mahitaji ya ile familia ni mahitaji kama mahitaji ya nchi yetu, ambapo kiongozi mkuu wa nchi ni Dkt. Samia Suluhu Hassan, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. mm -hmm. ule ukuu unauchukua unakwenda kuanzisha familia, wewe ndio unamkuwa mkuu pale. Watu wako watahitaji elimu, aondekojuu utawapatiaje huduma ya elimu? Hiyo ni Wizara ya Elimu. Wataugua nawe mwenyewe utaugua. Mm. Mtapataje huduma za afya na mtazuiaje magonjwa? Kilimo, si masika yanakuja? Mm. Lazima mkalime mvune, watu wanataka kula <laughs> watu watuwale <laughs> Ndio nah. Wizara ya michezo na utamaduni na lazima, na sanaa lazima mjirudishe, ile mtoto anacheza kucheza na watoto, kuna kanuni za watoto, haki ya kucheza Kablosan. Ilo eneo umeliangaliaje? mm. kwenye ulinzi, mbona nani, kuna ulinzi tuna mali zetu hata kama sio kubwa lakini zinahitaji kulindwa. Viongozi wa taasisi, mm, umeweka labda wanyama wakali wa kulinda, tunatumia mbwa au umeweka mwenzetu geti au makamera au umeweka mlinzi ni taasisi ile. Yes. Yes. Kama nchi watu mm, wanataka kuvaa wanataka kuvaa mm, mavazi wanataka wayapate, twende, nahitaji itara gani? Kama nyinyi mnakaa huko labda wanakochimba madini sio hiyo hereni tupendeze kama hivyo. Na kwa ujumla, kwa ujumla waziri, tunaweza tukasema kwamba mfumo unavyoundwa, serikali unaiangalia zaidi familia, familia. Kwamba sisi tunavyoendesha serikali yetu ndivyo ambavyo familia pia inapaswa iendeshwe hivyo, kama masuala ya elimu. Wewe sasa hapo ndo mahitaji yote hayo, watu wako ndio hawa. Dkt. Samia Suluhu Hassan ana watu zaidi ya milioni 60 no. wewe unao no? kumi mm. lakini mahitaji yake ni haya haya ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, na yeye anakwenda kutafuta rasilimali na kuumiza kichwa ili sisi tupate, mm. lakini katika level ya kitaifa, na wewe hivyo hivyo unatakiwa we uyatafute kama ni mahusiano na majirani na watu watu, ndeka hayo hayo, eh, bwana ng'ombe wako mzuri nimona, anatoa ana maziwa mengi, basi na mimi nipe mbegu mm. niende kwangu nizalishe. Umeona hiyo? Kwa hiyo ile administration ya familia ndiyo ina kopi tu ya serikali inaipeleka pale, lakini familia ni taasisi kongwe mm. imeanza miaka mingi ikuwepo. mm. mm. Ume, umezungumzia swala la la kwamba wakati mwingine haya yote yanajitokeza kutokana na mazoea, utamaduni, mila, silka za watu, ndio haya tunayaona, wakati mwingine ukatili unakuja. Sasa tunaweza tukayakwepaje wakati haya ndio maisha yetu ya kila siku? Aha, uongozi sasa ndio unapoanza hapo. Uongozi wewe unajua kabisa unataka kuanzisha familia hivi, umebeba nini kichwani kwako? Haya tunayosema kwamba umebeba nchi yako wewe naelewaawsi wewe mama, unapoenda pale kuungana na kijana yule mwanzishe familia, mmejadili haya mambo kwamba kinachokuja baada ya mapenzi na mahaba yote ni uongozi wa walwatuchen kwenye familia hiyo. Baba au mama au wote wawili wenyewe hawana hayo ambayo unayazungumzia, kwamba yule ndio kiongozi anatakiwa asimame, kuna weo mauvumilivu, kuna mengi umeongea Athari ya moja kwa moja kwa, kwa familia ambayo tunaweza tukaiona kama jamii, hii mbaya majanga ndio yanapoanzia hapo, kwa sababu sasa kwanza, ninyi wawili mnapokutana hamwezi mkawa. Unajua, kuna sauti ya mwisho huwa tunaisahau. mimi hapo ndio ni waziri mm, lakini ikifika ni sauti ya mwisho ya wizara mm, kabisa. Nikifika nyumbani nafanya <sighs> advocate mwezi mwendo, sauti ya mwisho kwenye familia <coughs> Mm -hmm. Sasa wanapokutana wawili hawa wanawekeana mipaka kwamba mimi hapa nimetengeneza taasisi kwa Afrika, huko mi sijui kwenye nchi zingine mm -hmm. lakini hata kimungu mwanaume sasa ndio tumempa au wamepewa jukumu la asili mm -hmm. okay, kwa kiongozi baba, jina la baba linakwenda na mamlaka. Mama sasa ni msaidizi, ndio tunatoka kwenye Adamu na Eva huko wanaelewana kwamba tunakwenda kuongoza sasa. Hawa wasiposikilizana, tayari viashiria vya kupishana na huo ukatili vinaanza kuzaliwa, vitakwenda kwa watoto. Sasa hapa ndo baba ataanza kudharauliwa, hapa ndo mama ataanza kuzaliwa, hapa ndo ukaidi utaanza kuwepo, huyo amsikilizi baba, amsikilizi mama. Hapa ndio watoto na wenyewe wataanza kutengeneza tamaduni zao za kwanza kugombana sasa. Sasa sasa ne nendaje waweka pamoja katika mazungumzo na kuweka sera za mji wenu. Madhara ni mabaya ikitokea mkashindwa. Sasa wewe uongozi umekalia tu, watoto wameshalishwa maneno na mama au washalishwa na baba, washalishwa na ndugu kwa sababu muongei, washalishwa na nani, anakatiliwa hasemi, mhm, kwa sababu ameshaambia wewe, kumwambia baba kwa vaatau utaandika alafu wamekuja sasa, wageni sana kwenye baadhi ya maeneo tunaposikia mjomba anaanza kumfanyia mambo mabaya labda binti wa dada yake mm -hmm. Eh, eh, lakini mambo hayo nyinyi, hasa kwenye ulimwengu wa leo, hamzungumzi hamsikilizi wala hamfuatilii. Nyinyi nashughulika tena wezi wale wa vibaka mm -hmm. au majambazi, lakini kuna majambazi na wezi nani umomuni, ndodoku anasema kwamba usalama wa watu wako, mm -hmm. Utawezaje kujua wako salama au hawako salama? Umeweka mazingira ya amani ya mazungumzo? Matokeo yake sasa, usipofanya hivyo, ndio watakuwa wanakukimbia, yanatokea ya mambo makubwa nyumbani kwako kwa, wewe ujui, ndio madhara aliosema. Wewe ujui. Majirani wakikwambia, msiniseme mwanangu. Mhm. Utake hata kusikiliza, utakaa ufahamu mm -hmm. Matokeo yake mimba zitaingia humo ndani, ubakaji na ulawiti utafanyika humo ndani, wizi na udokozi utafanyika humo ndani, ataenda kupigwa huko, wakatiliwe nje mm. tabia za umbea, umbea, maneno, maneno, ukosefu wa kimo utafanyika humo ndani, utaenda kuambukiza wengine kule, matokeo yake maendeleo ya shule yataanza kushuka. mm. Na, na mambo mbana ni, ni, ni, ni mabaya, huu ukatili ambao umeutaja kwa asilimia sitini ambao unafanyika ndani ya familia zetu. Mjomba amemfanyia ukatili mtoto wa dada wake, kuna baba mdogo, mpaka sasa hivi tunasikia mpaka wakina wa, wa baba wenyewe mm, kwa mabinti zao watoto wao. Ni kama kuna uendawazimu fulani hivi umewaingia ume, ume wanadamu nini kinaweza kikawa ni chanzo pengine mpaka watu sasa hivi wanafikia hatua wanasema kwamba kuna imani za labda za, za kishirikina. Haiwezekani, baba umemzaa mwanao mwenyewe alafu anakutamanishaje kwanza mtoto wako? Nini nyinyi mnakiangalia kama wizara, kuangalia chanzo hii asilimia sitini ya ukatili kufanyika ndani. Hmm. Haya mambo yalikuwepo, sasa sasa hivi yamechochewa mwonekano wake sasa sasa tulikuwa na mwalimu anaitwa utandawazi, kila kitu hadharani tena kwa yoyote, ili upambane na utandawazi, sasa, na utandawazi mm -hmm. Anza utandawazi wa fikira za mwanao zitandae, kwanza aelewe. Zamani tukiambiwa shetani yuko hivi, anachora kila namna. Sasa ajue kabisa kama anamuogopaga huyo shetani, au usiku ukiingia anakimbiaga mwenyewe anaingia ndani mm -hmm. Ajue okay, kuna usiku okay. na mchana mwingine wa ajabu unaitwa utandawazi awe amesha ujua tuna program za malezi na makuzi vijana bale, lakini je inatosha hiyo kufanya fikra zao zifunguke, kwamba wewe kabla hujawaza kwenda kuoa waza kuo, uwaza kwanza utakuwa ukiongozwa na namna gani, kwenye familia mambo utakuwa kutana nayo ni haya na haya, ili mijadala iwasaidie. Vinginevyo, usipofanya hivyo, ona wenzako walikoishia, kwa sababu kasi ya ukatili na ndoa kuporomoka na yenyewe ni kubwa lakini sasa, kwa, sa, kwa, kwa sasa Sauda, Sauda naomba lakini sasa <laughs> Mheshimiwa naomba hilo la kwako lifumbate kwanza mm -hmm. Uh, tutakaporejea basi nitakukumbusha ni kuambia tu kabisa kwamba Sauda kuna jambo litaka kulisema, lakini kwa sasa tupate kwanza mapumziko mafupi. Na kama ndio kwanza wanajiunga nasi, kumbuka tuko hapa kipindi hewani ni Kilinge cha Familia na tupo hapa Dodoma na leo hii tunaye waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima tunazungumza hapa, tukijadili kwa pamoja, tunaangalia njia bora ya kukabiliana na ukatili ndani ya familia, na tumeelezwa hapa asilimia sitini ya ukatili kwa sasa unafanyika ndani ya familia. Tutarejea. Naam, tumerejea tena, na kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka tu kwamba kipindi hewani ni Kilinge cha Familia, tupo Dodoma hapa tunazungumza na watu mbalimbali mbali, lakini kikubwa zaidi tunazungumza hapa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, tukiangalia hapa kwa pamoja njia bora ya kukabiliana na ukatili ndani ya familia ukatili ndani ya familia ndio tunachokiangalia kwa sababu hmm, familia ndio kila kitu katika hmm, maisha. Mimi ni Lugendo Madege, mwenzangu ni Sauda Mkalokota na waziri tunaye hapa Dr. Dorothy Gwajima ambaye pia ni mama hey. ametuambia mapema kwamba yeye msimuone tu hivi, anatekeleza majukumu yake kama mama bila wasiwasi. Akifika nyumbani sio waziri hey, anaitwa Dorothy, ndio hey, mke wangu <laughs> da awali nilifumbata Madege. Naam. Kikubwa ni kwamba uligusia familia bila kuzungumza hakuna jambo ambalo litafanikiwa. Lakini ukiangalia maisha yenyewe sasa hivi. Baba atatoka mwingine saa kumi ya alfajiri kenda kutafuta. Mama naye atatoka aenda kutafuta. Hao watu akirudi labda ni usiku zaidi. Huo muda wa kuzungumza unafikiri kwa hili waziri. Kuna namna inaweza ikafanikiwa kwamba ukapatikana muda familia ikakaa pamoja, sasa wakaanza kuzungumzia ya mambo yao. Kwa namna ambavyo hali ilivyo kwa sasa utafutaji. Kwanza utafuteni huo muda wa kufanya mazungumzo, kuliko mtafutavyo muda wa kitu chochote kile, kwa sababu mazungumzo ndio yatafanikisha mambo mengine yote. Haiwezekani wewe kila siku utoke saa kumi, mwingine mnapishana, watoto mm. mm. mm. mjaweka priority ya kukutana Lazima mseme kuwe na sauti naosema, sasa saa fulani siku fulani tutakutana tuzungumze mambo yetu kama familia, yani hilo ndo la msingi. Sasa kwenye ulimwengu huu wa kidigitali, nyie simnajifanya hamkutani hamkutana ayatengenezeni grupu leni la WhatsApp, kama hamna group la WhatsApp. Pigeni conference, teleconference, ya kawaida, piga mm, simu unganisha simu, unganisha, mwongee watu watatoka, sema wewe mwongee, ni lazima lazima. Lazima. Mwongee, ni hata ibada mwende hiyo mm. Basi ni hata ibada, alafu mkiumwa mtasalimiana aje? Sasa fanyeni kama muda wa kuongea ni sawa na muda wa kwenda kumsalimia mgonjwa hospitali mm. Tusipofanya hivyo, kukabiliana na ukatili bado tuko mbali sana wala hatutaweza kuuona hmm. Hili ndo kasoro kubwa ambayo mimi naiona na sisi tunayoiona, hakuna kipaumbele cha kukaa tuzungumze haya. Mnakaa mzungumze, siku ya kuzungumza iheshimiwa Sio huyu anakuja yuko tungi kapiga vitu vyake amependeza, mtaona kitu gani hapa hmm? Lazima tuutafute muda wa kukaa kama familia na kuongea baba lazima utafute muda wa wewe mwenyewe kudodosa habari za watoto wako mama vile vile alafu mnakaa pamoja lakini kabla mjakaa pamoja baba na mama hiyo taasisi ni ya kwenu lazima muwe na vile. mazungumzo yenu nyinyi pamoja familia inaendaje mm -hmm. malengo ni nini, nini kwenye familia mm -hmm. lazima muwe na malengo nataka <laughs> kuyatimiza mm hivi -hmm. ni vitu ambapo mm -hmm. Wa wengi vinazalisha matatizo mengine yote. Mhm. Alafu kila mtu anakuja kushangaa ni wewe mama fulani, ni wewe baba fulani ah, ah. Hilo ni lenu pamoja. Mliliwekea mikakati gani ya kuzungumza mikakati na, na, kwa hakuna kuna hili swala uh, Waziri, swala ambalo sasa hivi ni kama watu wana, katika njia wanaitafuta njia ya kukabiliana na ukatili ndani ya familia. Mtu anasema ni, nitaishi mimi na mke wangu na watoto wangu mjomba yani, kama vile tulivyokuwa tukiishi zamani, baba mdogo, nani, hawa ndio watu ambao wanatuletea ukatili ndani ya familia. Unadhani sasa tunaweza tukaishi vipi? Tuishi hivi ambavyo watu wengi wanapendekeza <laughs> ama tufanyeje? Maanake ndugu hawataacha kututembelea. Ni hivi, huwezi kukwepa watu, sawa? Na kwa kukwepa watu hakikusaidii kumaliza mianya ya ukatili. Wewe unachotakiwa ni watu wanapokuja nyumbani kwako, wanakuta sera gani? Kuna mfumo gani? Kuna misingi gani waifuate? mm. Tunapokea wageni wengi kama nchi, wanakuja nchini kwetu, wanaishi mm. kwa sheria taratibu, kanuni za nchi yetu, na wakuzikosea, watu wanapigwa pia, wanaondoka mm. Wewe nyumbani kwako, mji wako unaheshimiwa kwa kiasi gani? Sauti yako inapenya vipi kwa watu hawa wanaokuja, ndugu jamaa, majirani na marafiki. Yani anatakiwa akifika pale, jinsi mji ulivyowekwa, yeye tu anatakiwa aingie pale au aage aondoke? mm. Sasa mtu anakaa, anaingia ndani, unamkaribisha ndani, unampa na chumba cha kulala na watoto wako nawapeleka no huko huko. Ametoka kwenye mji gani kule, unaishiishi vipi wewe, huna habari yanatokea kutokea mm. Watoto wako wenyewe huja waambia kwamba bwana, kuna marufuku hizi na marufuku hizi kwa dunia ya leo mm. Wataishtuka saa ngapi? Asubuhi ukiamka, kwanza we ndio mkali, ndo ushaondoka hujasalimia, watakwambia saa ngapi? Tukielimisha jamii kwamba hizi sio zama za watoto kuwaweka chumba kimoja na wageni mbalimbali mbali. Hata kama unawapenda sana, wengine ya wasikilizi wengine wanapuuza, wanasikiliza habari zingine tu ambazo mm. hata zichangii ustawi kwenye familia zao. Watu hawa utawafanyaje? Lazima tu wakutane na mambo mazito ya kushtukiza. Waziri, tunatamani tuongee na wewe hata mpaka kesho, lakini kwa sababu kipindi chetu kina muda nao maalum, basi bila shaka tutakuja kukualika wakati mwingine tuzungumze. Sasa maanake ni wizara ambayo ni ina, ina mambo mengi kwenye jamii hiyo au siwe, Sauda. Basi tumshukuru na tuondoke basi kiko shingo upande, tutafanyaje? na ndio muda huo. Ehe, basi sisi hatuna la ziada mtazamaji, mengi tumezungumza hapa, lakini japo kidogo kwa yote ambayo waziri amezungumza hapa, tunasema tutatokaje? tumezungumzia ukatili ndani ya familia kwa wale ambao bado, umezungumza, tunatokaje? Sasa kwa pamoja, tunao mpango mkakati wa taifa wa kwenda kutokomeza ukatili wa kijinsiana kwa watoto, tumeuzindua mwaka jana tu tarehe 15 Mei 2024, ambao unahusisha mpaka jamii yenyewe, kamati za ulinzi wa watoto pamoja na wanawake ambao ndio kundi linakatiliwa zaidi, ingawa sasa tunasema wanaume mnakatiliwa. Sasa viko kwenye jamii kule ambako unakuta ile kamati, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kijiji ndo labda kiongozi, wajumbe wanaokuja pale ni sehemu ya jamii ya makundi mbalimbali mbali. Kuna wawakilishi wa wanawake wa watoto wa wenye ulemavu wa vijana, watu maarufu wako hapa. Sasa kuwa na mwongozo, swala lingine mm -hmm. Kutekeleza swala lingine lazima tusukumwe na utashi, hilo ni la kwanza. Lakini kupitia kitengo cha familia tunataka tuje sasa na miongozo ya kwenye familia, yani mtu anayesema kwamba nataka kwenda kwa kuanzisha familia aanze kuzijua gharama za kuanzisha familia. Ajue kwamba ameanzisha nchi humo ndani ya kwake, yeye anatakiwa iongozi. Tusione hayo mambo yanayojitokeza, kwa sababu tangu mapema atakuwa ameivishwa. Kwa hiyo kwa sababu kamati hizi pia zina viongozi wa dini mbalimbali wako mle ndani, zikisimama hizo na ikawa kitovu cha kupeleka hiyo miongozo kwenye familia, wataanza kujitambua, wataanza kuona. Ni mambo yatachukua muda lakini mwelekeo. Hmm. Hmm. tunakushukuru sana asante. <laughs> Bado tuko Dodoma, kama tulivyokwambia kipindi maalum cha Kilinge cha Familia, tuna la ziada hapa. Wana Kilinge, kwa pamoja tunakwambia asante sana, endelea kuangalia vipindi vyote vinavyofuata. Mimi ni Sauda Mkalokota, mwenzangu Lugendo Madege, na tulikuwa na Dkt Dorothy Gwajima, huyu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum. Kikubwa ambacho hii leo tulikuwa tukikiangazia ni namna ya kukabiliana na ukatili ndani ya familia. Tunakushukuru, mpaka wiki ijayo, asante.